Najua hii kaunti yetu ya Isiolo hivi karibuni imekuwa na matatizo kidogo kidogo ya kisiasa. Na mimi hata kama sijaongea sana nimekuwa mmoja wa wale wanajaribu ama kujaribu kuongea na viongozi wetu wote ili kaunti yetu ya Isiolo ikiwe na amani. Kwa sababu wakati viongozi wanaleta kisirani na vita na uchochezi wananchi wataumia. Kwa sababu mambo ya maendeleo itabaki nyuma, ikiwa ni mambo ya siasa, mambo ya vita, mambo ya mvutano. Na ukizingatia sana sana, sisi viongozi, kwa sababu tunajijali maslahi yetu. Saa zingine ile vita unaona pale, sio vita kwa manufaa ya wananchi, ni vita kwa manufaa ya viongozi. Na ndiyo tumesema hatutaki kabisa kaunti yetu ya Isiolo ama kaunti nyingine yoyote ile katika Jamhuri ya Kenya iwe na vita na iwe na mvutano, kwa sababu maendeleo yetu itarudi nyuma. Kama viongozi hawasikizani, itakuwa vigumu viongozi hao kusikizwa na serikali, kwa sababu hao ndio wanaenda kuwatetea kule. Lakini kama waongei kwa, kwa sauti moja, wamegawanyika mara mbili mara tatu mara nne, hao watu nguvu yao itakuwa kidogo, hawana nguvu ya kuomba miradi ya maendeleo kwa sababu hawako pamoja. Kwa hivyo mimi nawasii wananchi na wasii kwa heshima. Mimi naona hali ya utulivu imeanza kurudi polepole pole. Na mimi nawasii kwa sababu nyinyi pia wananchi ndio mnachochea wananchi, viongozi Yo, unachochea ule kiongozi unapenda, oh, wachana na huyo, piga huyo, sukuma huyo, wachana na huyo. Sasa mimi nawasii viongozi, ndugu zangu na dada zangu, nawaomba kwa heshima, tuvumiliane, tutafute namna ya kuishi kwa umoja, tutafute namna ya kungojea, kwa sababu wakati huko wa kuchagua viongozi wengine kama ni wale wako tukitaka waendelee, kama ni wengine tukitaka kwa wingi tu, tu, tulete wengine. Lakini hiyo wakati sio sasa. Wakati utafika. Kweli si kweli? Si nyinyi mtaamua? Si nyinyi ndio mtaamua, ama ni viongozi wataamua? Kuna kiongozi anaamua? Si wananchi, si nyinyi ndio mnaajiri viongozi? Kwa kura yenu mnaajiri MCA, mnaajiri MP mnaajiri gavana na seneta, munaajiri mpaka rais kwa kura yenu, kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nawasihi tujaribu kutafuta amani na uwiano, alafu tungoje wakati wa kampeni. Hapo ikifika siku ya kampeni, tutafanya siasa, tutachongoana mchongwano. Mwenye kushinda ndiye atakuwa kiongozi wetu. Mwenye hatapata siku hiyo, angojee. Mungu atamjalia siku ingine, atakuwa kiongozi.